Hapa ndipo safari ya Raila Amolo Odinga ilipoanzia katika kijiji kidogo cha Kaloleni mjini Kisumu nchini Kenya, pahali alipokulia na akaota ndoto hadi kuanza kubadilisha historia ya taifa la Kenya. Baba ametuacha, lakini ni machungu. Miaka mingi imepita, lakini kumbukumbu kumbu bado ziko hai. Nyumba hii, miti hii, barabara hii, vyote vinasimulia maisha ya kijana mmoja mwenye ndoto kubwa. Mimi nakumbuka zamani miaka ambayo nilikuwa na wakati nizaliwa nizaliwa mwaka si, 68. Sasa yeye alikuwa rafiki yangu sana, alikuwa mtu shujaa na ni mtu ambaye alikuwa na mtu wa watu, na ni mtu ambaye alikuwa anapenda kuishi na watu. <coughs> Hii ndio yake ya miaka ya 80. Mhm. Mm-hmm. Hiyo ya alianza siasa akiwa kijana. Ki mm. Mimi mwenyewe kama mkaaji mwenye ninaishi kwa hii nyumba, Watu kutoka nje wanasema ninaishi nyumba mzee, ninaishi nyumba yenye imechakaa. Hapo Gitambe ilikuwa nyumba ya matebu na ilikuwa nyumba ya kifarume. Lakini hata nguo kuseeka, na imeseeka na mimi naishi ndani nikijisikia navu. Hata mimi ninatarajia nilikuwa najisikia kuhisi Chinsi bila Raila anaishi pale eh, Nairobi kwa maana nikiisi ni hapa ndani ninajisikia kuwa nimekanyaga mahali penye iko na upako mahali matakatifu na ukweli ni mahali patakatifu mimi sijaona hata magonjwa kama iko kwa hii nyumba kwao Raila hakuwa tu kiongozi wa taifa kizazi kipya kinaona fahari wakikuwa wakisikia simulizi za mwana wa kwetu aliyeinua sauti ya watu hadi ngazi ya dunia. Baba namkumbuka kwa kuchora picha hii, mwana alikuwa ni baba yetu tukiweza sema mwana. Nimezaliwa huku mwaka wa 91 nimekuwa nikimwona baba tukicheza hapa nyuma, alikuwa akikuja kwa miguu akitembea. Na labda kama kijana, ungependa vijana wajifunze nini kutoka kwa maisha ya Raila? Maneno yake tu wakiweza kuchambua mzuri, watajua ni nini, mkondo gani watafata. Unapenda nini? Machungwa, kitu tamu. Ndio sababu baba alipenda kitu tamu. Baba hakutaka sisi tuumie, shidi kikuja baba kwa katikati. Safari yake ilianzia hapa, lakini kwa bahati mbaya imefikia kikomo mtaani hapa Kaloleni, mjini Kisumu, lakini daima roho yake nafsi yake na kumbukumbu zake nyingi zitakumbukwa mjini hapa Kisumu. Jason Sagini, kutoka Kisumu, nchini Kenya, RFI Kiswahili.